Naitwa Jeremiah Hango, ni Afisa Madini Mkazi Mkoa wa Kimadini Mbogwe. Mkoa wetu wa Kimadini wa Mbogwe unasimamia wilaya tatu ambazo ni Mbogwe yenyewe, Bukombe na Nyangware. Mkoa wetu wa Kimadini Mbogwe ulianzishwa mwaka 2021, na na lengo kuu la kuanzisha mkoa huu wa Kimadini ilikuwa ni kuweza kusogeza huduma karibu na wachimbaji na tangu uh, umeanzishwa mkoa huu wa Kimadini tunaweza kusema kumekuwa na mafanikio makubwa. Uh, tunaweza kusema hivi kutokana na ukweli kuwa tangu mkoa huu umeanzishwa, makusanyo katika mkoa huu wa Kimadini yamekuwa yakiongezeka. Mwaka 2021 22, uh, tuliweza kusanya kiasi cha shilingi bilioni 21, lakini mwaka uliofuata tulikusanya bilioni 22. Mwaka wa fedha uliopita tumekusanya bilioni ishirini na saba, lakini na mwaka huu wa fedha mpaka sasa hivi tumeshaweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni ishirini na mbili. Kwa hiyo tunaamini kwa mwelekeo huu tunaokwenda nao mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka tutaweza kuzidi lengo lile ambalo tulikuwa tumekusanya katika mwaka wa fedha uliopita. Mkoa um, wetu wa Kimadini wa Mbogwe, madini yanayochimbwa kwa kiasi kikubwa ni dhahabu yapo madini ujenzi ambayo nayo yanachimbwa lakini, kwa kiasi kikubwa, makusanyo yetu zaidi ya asilimia tisini tunategemea kuyapata kutoka katika uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mkoa um, wetu wa kimadini wa Mbogwe, kwa kiasi kikubwa makusanyo tunayapata zaidi ya asilimia sitini tunayapata kutoka katika eneo la Nyangwale. Ndiko ambako uchimbaji kwa kiasi kikubwa unafanyika, lakini uh, kuna juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa upande wa serikali kuhakikisha katika eneo hili uwezeshaji uh, wa wachimbaji ili kuweza kuzitumia fursa ambazo zipo katika mkoa huu. Tunazo fursa nyingi katika mkoa wetu wa kimadini kwa upande hasa wa uchimbaji, kwa maana kuna maeneo ambayo yanaaminika kuwa na dhahabu za kutosha, lakini uchimbaji bado haufanyiki kwa kiasi kikubwa. Sasa, sisi kama ofisi, kuna juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya kuhakikisha kuwa uh, fursa hizo zinawezwa kutumiwa na wananchi. Mojawapo ni kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Katika mwaka huu wa fedha tumeweza kutenga maeneo uh, kama manne. Kuna eneo la Nyamikonze tuliweza kulitenga na zaidi ya leseni 81 ziliweza kugawiwa kwa wachimbaji wadogo lakini kuna eneo la Mwamakiliga Kiriga nako leseni ishirini na saba ziliweza kutengwa, kuna eneo la Bukombe na sasa hivi kuna eneo la Kigosi ambalo zaidi ya leseni elfu nne zimeweza kutengwa na zoezi la ugawaji linaendelea kwa sasa hivi. Kwa hiyo uh, eneo letu mkoa wetu wa kimadini una fursa nyingi ambazo tunaamini zikitumiwa tunaweza kukusanya kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo tunakusanya sasa hivi. Kwa hiyo, vile vilevile nitumie nafasi hii kuwakumbusha wale wamiliki wa leseni wote ambao wameshikilia leseni katika maeneo yetu ya Mkoa wa Kimadini Mbogwe ha, hawazifanyii kazi. Kuna leseni za PL nyingi katika eneo hili ambapo ukienda site unakuta uh, watu ambao wako active kule wakifanya utafiti ni wachache sana, lakini tuna leseni za uchimbaji wa kati mining license tatu, lakini zote hazifanyiwi uzalishaji. Kwa hiyo, uh, nitumie nafasi hii kuwaomba waweze kurudi kwa jinsi ambavyo walikuwa wamepanga, waweze kufanya kazi ili zile fursa zilizopo hapa ziweze zilizo kunufaisha uh, serikali kama ambavyo tulikuwa tukitegemea wakati tukiwapa hizo leseni. Lakini vile vile tuwakumbushe kuwa kama wataendelea uh, kutofuata ule utaratibu ambao unatakiwa, maana yake leseni hizo tutazifuta na kuweza kuwapatia wale watu wengine ambao watakuwa na nia ya kufanya kazi na sio kushikilia leseni.